"Hizi ni siasa za mpira, mimi ni mwanamke halisi, wapinzani wanaogopa," ni maneno ya mchezaji wa klabu ya Yanga anayejulikana kwa jina Janine, ambapo mchezaji huyo ameweza kujibu tuhuma ambazo zinamdai kwamba yeye ana jinsia ya kiume, hivyo aweze kwenda kwe, kuchunguzwa kama E, kama ana jinsia mbili au ana jinsia kiume, ya kiume, lakini anacheza kwenye timu ya Yanga Princess. Kwa mujibu wa video clip wa ambayo alikuwa amejirekodi mwenyewe na kushare kwa umma anadai kwamba mchezaji huyo aliweza kujibu kudai kwamba hatimaye, mchezaji wa timu ya Yanga Princess Janine Mkandanyisinge ameibuka na kujibu tuhuma zinazomkabili kuhusu jinsia yake, baada ya taarifa kusambaa kuwa kuna timu pinzani kwenye ligi ya wanawake ziliwasilisha ombi kwa TFF zikitaka asimamishwe na kufanyiwa uchunguzi, wakidai kuwa huenda ana maumbile ya kiume. Akizungumza kwa kujiamini, Janine amesema madai hayo hayana ukweli wowote na ni mbinu za wapinzani kujaribu kuvunja moyo kutokana na ubora wake uwanjani. Kwa mjibu wa mdada huyo, Janine anadai kwamba hizi ni siasa za mpira, mimi ni mwanamke halisi Wapinzani wanaogopa wanapokuja kucheza na Yanga tunawapiga magoli mengi, sasa wanatafuta visingizio, alisema Janine kwenye video clip aliyorekodi mwenyewe na kushare kwa umma. Aidha, mchezaji huyo amekuwa katika kiwango bora, akisaidia Yanga Princess kupata matokeo mazuri kwenye mechi kadhaa za ligi. Wadau wengi wa soka eh, la wanawake wamejitokeza kumsapoti, wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu wachezaji na kuepuka tuhuma zisizo na msingi ambazo zinaweza kuharibu taswira ya michezo kwa wanawake nchini, huku wengi wakidai kwamba kama ee, wameweza kutiliwa wasiwasi hapa Tanzania basi huenda hata kule kwao kwa kuwa alikuwa anachezea kwenye timu ya taifa ya wanawake huko kwao, basi nao hawakuweza kumuona kwamba ana jinsia tofauti, ana jinsia ya kiume, lakini yeye mwenyewe ameweza kukana. Lakini baada ya wapinzani wa Yanga kuweza kuwasilisha majina hayo, ndipo na Yanga nayo ikaweza kuwasilisha majina 30 ya wachezaji wa klabu ya JKT Tanzania na wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club ili waweze kuchunguzwa kwa kudai kwamba huenda nao wakawa na maumbile ya kiume au wanajinsi ya kiume. Kwa hiyo wote kwa pamoja, majibu yatatoka kama wanajinsi zote wakishachunguzwa. Lakini kwa upande wake Janine, yeye ameweza kukati kukana na kudai kwamba ni siasa za mpira.